Nawashukuru sana maofisa askari, management ya Rusumo pamoja na wageni waalikwa wote mliofika hapa kushiriki pamoja. Uwepo wenu ni wa thamani sana, kwa sababu ni kielezo kikubwa cha upendo mlionao na mshikamano kwa jeshi letu la zimamoto na uokoaji pamoja na taifa kwa ujumla. Katika taarifa ambayo imewasilishwa na jeshi la zimamoto na imeeleza kwamba bado kuna mahitaji makubwa ya mitambo ya kuzima moto na uokoaji, kwa nia ya kuweza kuendelea kusogeza karibu na wananchi huduma mbalimbali, ili kuweza kukidhi uhitaji wa ongezeko la, la, la, la huduma hizo, licha ya changamoto ambazo zimetajwa. Nashukuru sana Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa support au kuendelea kuisaidia e, Jeshi la Zimamoto na Wakoaji kwa vifaa mbalimbali, lakini vile vile kwa kuongeza ajira kwa kuajiri askari wa kutosha ili kuweza kukabiliana na majanga mbalimbali mbali. Nawapongeza pia jeshi la zimamoto na uokoaji kwa jitihada kubwa sana ambazo mnaendelea nazo za kuboresha huduma zenu, lakini pia na shauku kubwa mlionayo ya kuwafikia wananchi kwa kuanzisha vituo kwenye wilaya mbalimbali. Nawapenda kuwataka kwamba juhudi hizi ziongezeke ili katika kipindi kifupi tuendelee kufika katika maeneo mbalimbali katika eh, katika vifaa ambavyo vimeendelea kutolewa na serikali kwa jeshi la zimamoto na uokoaji ili waweze kuhudumia wananchi. Upatikanaji wa mitambo mbalimbali imewezeshwa na serikali yetu pamoja na magari na boti za uokoaji na helikopta kama ambavyo vimesikia taarifa yote. Hii ni kuwezesha huduma ziweze kuwakaribia zaidi wananchi. Tumesikia kwamba serikali imeweza kupata mkopo wa dola za Kimarekani milioni mia moja ambazo mkopo huo umewezesha kuweza kununua mitambo pamoja na vitendea kazi mbalimbali kwa ajili ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Huu ni mradi wa kihistoria ambao haujawahi kuonekana katika nchi yetu ambapo tutaweza pia kupata vifaa hivyo, miongoni mwao vimeshaanza kuwasili. tumeweza kupata tayari mpaka sasa mitambo ya kuzimia moto ya aina hii ya kisasa kabisa ipatayo mia moja hamsini na mpaka sasa hivi imeshafika, e, mitambo hamsini na imepokelewa katika wilaya mbalimbali mbali, pamoja na mikoa mbalimbali. Bado mitambo mia moja ambayo itakuja ipo jiani, na kwa wilaya yetu ya Ngara mbali ya, ya mtambo, mtambo huu tutaweza kupatia pia mtambo mwingine kwa hivyo wilaya ya Ngara peke yake itakuwa na mitambo miwili. Nimeambiwa kwamba, nimeambiwa kwamba wilaya hii ina idadi ya watu ipatayo laki tatu na themanini na tatu elfu kwa hivi, tunaamini sana kwamba kuwa na mitambo miwili ya aina hii itapunguza sana changamoto ambayo ilikuwepo katika wilaya hii ya kufikia wananchi katika huduma hii ya uokoaji na kuzima moto, kwa maana ya kwamba tutakuwa na mitambo miwili. Ndani ya miezi michache kutoka sasa, huo mtambo wa pili utaweza kuwasili katika wilaya hii. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, endapo nitakuwa na nafasi, na mimi pia nitaweza kujumuika kuupokea mtambo huu wa pili. Ninawapongeza sana katika kushiriki kwenye utoaji ushauri wa kitaalamu, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika miradi mikubwa ya kitaifa. Tumesikia kwamba e, Zimamoto na Uokoaji wameendelea kutoa ushauri katika mitambo mikubwa ya kimkakati ya kitaifa, na miradi hiyo ni yetu wa Tanzania wote, na tuna wajibu wa kushiriki katika kuijenga, kuiendeleza, kuilinda, kila mmoja wetu katika nafasi yake. Kuhusu baadhi ya changamoto zilizotajwa na taarifa ambayo tumeisikia, naomba niseme kwamba kwa, kwa ujumla wake Serikali itaendelea kuzitafutia ufumbuzi kadri ya uwezekano wa kifedha utakavyoruhusu changamoto hizo. Hata hivyo, napenda kutumia fursa hii kuwaeleza kuwa baadhi ya maeneo ya changamoto katika jeshi la magere la zimamoto na uokoaji tayari yameshaanza kushughulikiwa kama ambavyo imezungumza kuhusiana na ununuzi mitambo ya kuzima moto na uokoaji pamoja na helikopta na boti za kuzimia moto ambazo kati ya boti ishirini na tatu ambazo tutazipata kupitia mradi huu mkubwa tayari tumeshapata, e, boti kumi zimeshapokelewa nchini na tunaendelea kupokea bado boti kumi na tatu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya na wageni wote mliofika mahali hapa. Leo nimekuja hapa kwa ajili ya kuzindua na kukabidhi mtambo huu mmoja wa kuzimia moto kwa ajili ya kutoa huduma za kuzimia moto hapa wilayani Ngara. Kipekee sana, kipekee sana ninawashukuru sana Rusumo Power Company kwa kuweza kufanikisha upatikanaji wa mtambo huu, kwani ni ishara kubwa sana na ya muhimu sana ya kuunga mkono jitihada za serikali za kufanya maboresho katika jeshi letu la zimamoto na uokoaji na kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Licha ya mtambo huu nitakao uzindua leo, serikali inaendelea kushughulikia changamoto zinazolikabili jeshi la zimamoto na uokoaji ili kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya upungufu wa vitendea kazi. Ndugu zangu wa Rusumo Power Company, tunawashukuru sana na tunapenda kwamba kutumia nafasi hii kuwaomba muendelee kuunga mkono juhudi za serikali, hata pia katika sekta zingine kama ambavyo mmeendelea kufanya. Napenda pia kuchukua nafasi hii kuwatia moyo pia wawekezaji wengine na makampuni mengine ya kibinafsi yaweze kuunga mkono na kuendelea kusaidia serikali na kusaidia wananchi kwa namna hii. mtambo huu ni E, wanaita corporate social responsibility, lakini ni ni ni mkubwa mchango mkubwa sana kwa jamii, kwa sababu wawekezaji katika majukumu yao pia wana jukumu la kurudisha kwa kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi, na tumeshuhudia kwamba e, huu mtambo ni mtambo ambao utawezesha kuwafikia wananchi kwa haraka sana. Ikumbuke kwamba wilaya hii ilikuwa haina mtambo hata mmoja kuzimia moto na kuokoa, tulikuwa tunategemea huduma kutoka mkoani. Kwa hiyo natoa mwito pia kwa wananchi pamoja na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuutunza mtambo huu wa kuzima moto ambao utakabidhiwa siku ya leo, nitaukabidhi mwenyewe, ili uweze kudumu kwa muda mrefu na kuweza kuleta tija kwa vizazi hata vizazi. Nachukua nafasi hii sasa kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwafahamisha kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inatambua sana unyeti wa majukumu ya jeshi la zimamoto na uokoaji, hivyo tutaendelea kufanya kila jitihada inavyowezekana kuhakikisha kwamba maboresho makubwa yanaendelea kufanyika kuweza kuwezesha jeshi hili la zimamoto na uokoaji kuendelea kubadilika kiutendaji, ikiwa pamoja na ujenzi wa miundombinu muhimu ya jeshi la zimamoto na uokoaji ili kusudi kuweza kuimarisha ufanisi na utendaji katika jeshi hili. baada ya kusema haya, Natamka na sasa kwamba niko tayari kwa ajili ya kufanya uzinduzi na makabidhiano ya mtambo huu wa kuzimia moto. Nawashukuru sana.